Hatuna tunachokifanya kwenye siasa, manake wajibu wetu wa vyama vya upinzani vyote ni kuikosoa serikali iliyoko madarakani kwa sera zake, namna wanavyoendesha nchi, namna wanavyokwenda, ndio wajibu wa chama cha siasa, kinapaswa kusimama kwa niaba ya umma, umma ambao unawataka kesho na kesho kutwa, wa kuamini wa kupigie kura. Kwa hiyo wanapokwenda tofauti, ndio maana sisi wengine eh, tume tume tumejitanabaisha wazi, tukawaambia hamko sawa sawa, ili aliko sawa, na huo ni msimamo wangu kwamba hawako sawa sawa, na narudia tena Chaumma haiko sawa hata kidogo kwa namna ambavyo inatumia baadhi ya makada wake, hawako sawasawa. nawashukuru sana. Ah, imeumiza sana, imefifisha sana demokrasia na haikuishia hapo, sababu kwa ndani tu ilipa, haikupaswa kuwa hivyo. Wameenda mbali zaidi wamekizuia chama chenyewe kisifanye siasa, wamekizuia kukutana na wananchi, wamezuia mali za chama hicho eh, sasa kwa vyovyote vile, kwa vyovyote na mtu yoyote, mtakubaliana na mimi, Chadema ndio chama kikuu Tanzania, cha siasa ndio chama kikubwa. Sasa ukikizuia chama kama hiki ambacho ndio chama kiongozi eh, ndio ambacho kinapaswa kutoa mwelekeo wa siasa za nchi hii, kwa hiyo kwa vyovyote vile na ukamkamata mwenyekiti wa chama hicho ukamweka ndani kwa mashtaka ambayo ni ya kubumbwa kama inavyoonekana, basi kwa vyovyote vile ita, itafifisha tu. Kwa hiyo kwa vyovyote eh, imefifisha sana demokrasia ya nchi yetu na inarudisha nyuma mapambano lakini kwa, luk, kwa njia nyingine E, wanamkomaza kisiasa, wanamuimarisha kwa sababu dhahabu ili ingae lazima uipitishe kwenye moto. Kwa hiyo kwe, wow, wao wanamngarisha bila kujua, wanamngarisha Lisu aliyeingia ndani mwaka karibia takribani mwaka sasa, atatoka akiwa Lisu mwingine tofauti kabisa, kwa sababu wao ndo wamemngarisha kwa maumivu ambao wanampitisha. Lakini wa Tanzania asilimia kubwa kwa mamilioni wako nyuma yake, unaona, wanazidi kuongeza matumaini kwake na wana matumaini tu kwake kwamba siku moja atarudi na haki itapatikana tena katika nchi yetu hii.